n wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Wachezaji wa timu ya soka ya taifa ya Tanzania Taifa Stars wakiwasili tayari kwa safari hiyo. Kocha Hemedi Morocco amesema ataitumia michezo hiyo kuijenga timu hiyo kimbinu na kiushindani. Akiamini kuwa timu ya soka ya taifa ya Afrika ya Kusini Bafana Bafana ni miongoni mwa timu bora barani Afrika. Mechi nzuri kwetu kwa sababu nafikiri ni mechi kubwa. Uh, uh, South Africa wako vizuri sasa hivi, lakini na sisi tuko vizuri so, kwa hivyo nafikiri ni mechi ambayo ita, ita, ita, ita, itaonyesha nini tunaweza tukafanya kwenye, kwenye chan. Kwa hivyo ni kitu cha faraja kupata mechi za aina hii na naamini kwamba tuna squad nzuri uh, sasa hivi tumekuwa washindani na naamini kwamba tunaenda kushindana. Kwa hivyo uh, of course unapoenda kushindana unategemea kupata matokeo na kufanya vizuri. Nafikiri ndio kitu ambacho Watanzania wanatarajia kuona kitu kama hicho, sio? kwenye hii mechi ya kirafiki na mechi za uh, Kosafa ambazo tume, tume kama tumealikwa, sio? Nafikiri pia uh, tuna nafasi ya kufanya vizuri na ni, ni mechi nzuri kwa wachezaji wetu ambao wako uh, Ukitazama kikosi chetu ni mchanganyiko wa wachezaji si ndio? Wapo ambao wachezaji under 20 upcoming wanakuja, kwa hivyo nafikiri zimechi zitawajenga sio? Kwa hivyo waendelee kutuombea na sisi hatuangusha. Mkuu wa msafara huo James Mhagama ameweka bayana kuwa mwaliko huo ni ishara ya heshima kwa Tanzania na hakuna ubishi kwa sasa, soka la Tanzania linazidi kutambulika kimataifa. Kitu pekee ambacho naweza tukawaahidi waaidi wa Tanzania kwamba kwa sasa tuna timu bora, na ndio maana tumepata mwaliko uh, ukizingatia uh, ukanda huu wa Afrika Mashariki na kati una timu ngapi, lakini kwa nini Tanzania? Kwa hiyo kuna sababu ya msingi ambayo imefanya tupate mwaliko kule. Kwamba wanajua sisi kama Tanzania kwa sasa hivi tuna kitu. Yes. Akizungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake, Simon Msuva amesema michezo hiyo itawaandaa vyema katika mashindano ya Chani na Afcon. Naye michezo ni muhimu kwetu, na pia ni muhimu kwa wachezaji kwa maandalizi ya michezo mingine ya mbele yetu, kwa sababu kuna michezo mingi mbele yetu. Kuna chani mbele yetu, kuna mashindano tena mengine makubwa ya kufuzu FIFA World Cup. Kwayo ni kitu kikubwa kutusisi kupata nafasi kama hii kuwepo na, lakini pia ku, kulipambania taifa. Hassani Mvula, Azam Sports, Dar es Salaam.